Habari watazamaji, mimi ni Dkt. Revathi Ramaswamy kutoka hospitali za Apollo Secunderabad. Nina uhakika wengi wenu mmewahi kusikia kuhusu histeroskopi ya ofisini. Hii ni taratibu rahisi sana ambapo unakuja ofisini kwetu, tunafanya taratibu hiyo na unatoka na kuendelea na shughuli zako zote. Inafanywa hasa kwa wanawake ambao wanapata damu isiyo ya kawaida, damu nyingi au kidogo, kwa wanawake ambao hawapati mimba au kutambua matatizo mengine ndani ya mfuko wa uzazi. Tunatumia vyombo ambavyo ni nusu ya ukubwa wa histeroskope ya jadi. Ili anestesia haihitajiki, una haja ya kufanyiwa uchunguzi wa awali. Hakuna haja ya kufunga kula kabla ya taratibu, unakuja tu, na hakuna maumivu makubwa wakati wa taratibu hii. Na baada ya taratibu unakuwa tayari kabisa. Kwa nini tunahitaji kufanya hizi histeroskopi za ofisini? Faida yake ni kwamba unapoweza kuona ndani ya mfuko wa uzazi, unatibu vizuri zaidi. Kulikuwa na hali ambapo tulikuwa tunafanya kitu kinachoitwa D&C au upanuzi na kukwangua. Hii ni taratibu ya upofu ambapo tunachukua sampuli kutoka kwenye mfuko wa uzazi bila kuona ndani. Kwa hiyo histeroskopi ya ofisini ni njia rahisi sana ambayo tunaweza kuona ndani ya mfuko wa uzazi. Tunaweza kuona tatizo lilipo. Tunaweza kushughulikia tatizo hilo hapo hapo lilipo. Mara nyingi tunaweza kutibu tatizo hilo hapo ofisini tu. Hivyo basi, hii ni mojawapo ya mbinu za mapinduzi katika histeroskopi. Asante.